Jimbo la Donge tumefarijika mengi kwa Dokta Mwinyi, hatuwezi kumsahau kwa ghafla ghafla, kwa sababu tulikuwa na hamu kubwa sana sisi ya masomo. Leo hii tunashukuru watoto wetu wanasoma vizuri, tumepata school ya ghorofa hapo dahalia, pia ipo hapo hapo watoto wetu wanasoma, wa hapa Donge na maeneo ya jirani pia wanakuja hapa kwa kufuata elimu. Kwa hiyo tunashukuru kwanza kwa hilo. Hospitali tumepata vizuri tu saivi, ipo mpaka ya baba na watoto, tumejengiwa sasa hivi ipo mpya hata bado kufunguliwa. Tunashukuru sana kwa daktari juhudi zake. Kuhusu miundo mbinu ya barabara, kama alivyozungumza mwenzangu, zimejaa tunashukuru sana. Walikuwa wananchi wanapata tabu kutokana na mazao yao kusafirisha, lakini sasa hivi tunashukuru sana kwa barabara kupata hizi, wananchi wamefarijika wanalima vipando vyao mabondeni huko, wanasafirisha bila shida kama ilivyokuwa hapo zamani. Sasa tunashukuru kwa hiyo juhudi za Mwinyi, tunazishukuru sana, na Mwinyi tunampongeza, tunampongeza kwa juhudi zake na upande wa soko, kuajali wananchi wake. Kama wanavyoona, tulikuwa na soko ndogo tu hapa ya, hapa na pale. Leo hii tunashukuru sana kwa soko kama hili, sisi tunaona ajabu, sisi kwa soko kama hili Donge. Donge hii watu wanakaa hiyo wana wana hatu sisi hatuwezi kumsahau Dr. Mwinyi kwa juhudi zake. Tena, naambia sana wananchi wa Donge na maeneo ya jirani na nchi nzima kwa jumla, Dr. Mwinyi tumpe haki yake. Kwa alivyo ali, sisi, na sisi, anatudai haki tumpe haki yake Dr. Mwinyi tusimsahau.